Kina mashangazi oi, hoi! Sasa harusi ya kizamani ndio hiyo, inaingia na sanduku lao, wanampeleka bi harusi zamani. Wazee wetu baba zetu ndio walikuwa hivi. Simameni kwa dakika moja, kwa dakika moja, kwa dakika moja, kwa dakika moja, tuone shughuli mnakwendaje. Sanduku lionyeshwe, tulione, eh utamaduni. Oe, eh huo ndio utamaduni wetu wa asili. Ehe, wanacheza kwa kuzingatia maadili, hamna yale mambo mambo mengine mengine. Asanteni sana, karibuni sana. Hao wana kirua kirua, tunaomba na nyinyi show yenu ya dakika moja. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, ngoma hii ya kirua ni ngoma ambayo asili yake hasa ni Kongo Kongo, ndugu zetu. Lakini kwa sababu Zanzibar ni njema atakaye na aje, wana kirua wakaamia miaka sabini iliyopita wakaamia katika, eh, mji wetu wa Zanzibar. Kwa hiyo kirua kama wanavyokiona wao wanacheza katika shughuli mbali mbalimbali, kwenye mavuno, sherehe za harusi, hata sherehe za chama na serikali, basi wanashiriki virua kirua. asanteni sana. Mheshimiwa, wanaofuata sasa, mavazi ya kizamani mabaibui. Baibui zote kama ulivyovaa wewe Mheshimiwa Riziki, mwana utamaduni Mheshimiwa Riziki Pembe, mwana utamaduni. Tunakujua vijana wako tunakujua, mwana utamaduni. Simameni basi kidogo, mleni, kidogo mababu yaonekane. Amtaki picha za kujidai, weka pose kidogo. Tuko na mheshimiwa wetu mwana utamaduni wetu Mheshimiwa Riziki Pembe, ndio mwenye zamana sasa hivi ya wizara yetu. Jamani, zikipembe safi, mheshimiwa wetu safi. Ehe, sasa tuna mavazi yetu vile vile, mavazi ya kanga kizamani, kizamani. Wenyewe ala, kumbe. Ehe, jirani yangu, kumbe kwa hivi maneno mazuri Yeah, wanapendeza mashallah. Umeona mavazi yetu kwenye misiba, kwenye shughuli mbali mbalimbali, basi wanavaa mavazi yetu ya kiheshima, wanakwenda hamna vichwa wazi, wala mimi si, ninaonyesha utamaduni wetu wa asili. Bado tuna uwenzi kupitia idara yetu ya utamaduni, na hayo vile vile mavazi yetu. Weka pozi kidogo, ewallah, safi sana e. Naam wazee hao wamealikwa itimani, kuna shughuli kidogo. Wazee hao na bahati mzuri huku katika meza kuu wanafanana fanana kidogo. Hiyo ngoma yetu ya mdundiko, ngoma yetu ya mdundiko. Simama kidogo kama dakika moja, mdundiko, mdundiko. Hao shughuli yetu ya kizamani, Wazaramu Waruguru, ambao umejaa sana pa kiboje na gana yake. Basi ndio hivyo biarusi wa kisasa ndio anaingia, biarusi wa kisasa. Dakika moja tizameni huku, dakika moja tizameni huko, mgeni rasmi. Dakika moja, beni liendelee. Hiyo ndio harusi yetu ya kisasa. Sasa huko ndo watu wanaenda saluni, wanaenda kujipaka jipsam huko ndo hivyo. Zamani liwa tu inatosha. Sasa hivi hao, bila saluni hao, bado harusi eh, ya kisasa hiyo. Naam. Ao, wana kusini wenyewe wana kusini, wamekuja Mwaka Kogwa unavyoona pamoja na kikundi chao cha utamaduni, wanacheza ngoma zote za kusini, lakini wanaonyesha utamaduni wao wa kupigana makoa hapo unavyoona. Ndio utamaduni wetu, ndio asili yetu. Tamasha hili limekusanya mikoa na mawilaya tofauti. Hao ndio wana Makunduchi. Makunduchi safi, vituko vya Sekembuke. Ule zina vituko vya Sekembuke Zamani TV ni hatuna ah, mbwembwe amna mambo ka kodi si kaseti sijui vipi, ah vituko vya Sekembuke. Makofi kwao. Huyo ndio vituko vya Sekembuke. Mwana sama Eh, mheshimiwa mgeni rasmi, au vijana wetu wa, wa karate na judo watakupa dakika mbili tatu wakujiona kwamba vijana hao wako safi na wako fiti kutoka hapo hapo. Karibuni sana na mheshimiwa, vijana hao wamefanikiwa kupata ushindi wa kwanza na wa pili katika mashindano ya karate Afrika Mashariki. Ni miongoni mwa vikundi ambavyo vimeendelea kuiheshimisha Zanzibar katika mchezo huu wa karate. Asanteni sana tekrati, nitakuja nami, siku hizi kule mbuzini kuna wakabaji. Hiu, ha, ni ha. Siku hizi hao sasa ni vijana wa hamasa, awapo nyuma katika kuendeleza utamaduni wao, utamaduni umetuweka hapa, utamaduni wa kisiasa, utamaduni wa kimila, silika na mila zetu, hao ndio wana CCM. hao ndio chama kubwa hao ndio hoi. hoi. wanafurahia utamaduni wetu, bila utamaduni tusingefikia hapa Heshima, kuheshimiana, kuvumiliana, yote ya utamaduni huu, basi ndio natujenga katika misingi yetu ya serikali yetu kupitia chama chetu cha mapinduzi. Nidhamu ndio dira yetu, hekima na busara ndiyo jahazi letu. Hayo ndo ndio, e, ndio wanaharakati e, asante sana Mheshimiwa. Sasa tunakuomba tuna ukapumzike katika kiti chako.